Hapa nitakuletea vyakula sita ambavyo vina nguvu ya kuweza kusafisha kizazi na kulinda afya ya uzazi ya mwanamke. Wengi wamekuwa kisumbuka na uzazi sasa hivi. Ni vyakula ambavyo ukivitumia vitakusaidia. Namba moja, huwa ni tangawizi, ambayo tangawizi kazi yake kubwa huwa inaongeza mzunguko wa damu kwenye nyongo, kwa hiyo inasaidia kuondoa ule uchafu ndani ya kizazi. Lakini namba mbili, tunasema ndimu au limao. Mara nyingi tumekuwa tukiwaelekezeni kwamba tumia, kwa sababu huwa inatumika kusafisha mwili, inafanya detoxification kwa asidi na kuongeza ile asidi asili, aa, ya mwili. Namba tatu, tikiti maji husafisha mwili kwa kuondoa sumu na kuweka uke kwenye hali ya unyevu. Namba nne, tunasema ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu huwa kinapambana na bakteria wabaya wanaopatikana kwenye kizazi au kwenye sehemu ya uke, kwa hiyo namwacha mwanamke akiwa safi. Namba sita, tuna, namba tano, tunasema ni mboga za kijani kama kale, spinach kwa hivyo, ambayo na sukuma wiki ni nzuri sana, uwa inasaidia detoxification ya mwili mzima. Lakini mwisho hakikisha unatumia nanasi. Nanasi ni kila kitu, inaweza kukupa nguvu uh, ya kuweza kuondoa ule uvimbe. Tuambie ni chakula gani ambacho wewe huwa unatumia kwa ajili ya kusafisha kizazi. Asante Dokta Jimi. Kama una changamoto yote ya kiafya, karibu.